Mekuja kufuatilia maagizo na maelekezo ya Mweshimiwa Rais Daktari Samia Sulu Hasan alipotembelea hapa Pangani muda mfupi uliopita, alizungumza na watu wa hapa Pangani na katika mazungumzo aliyoyafanya mweshimiwa Rais, yako maelekezo makhsus aliyoyatoa yanayohusu maendeleo na ninyi nyote mlikuwepo hapo, au wengi wenu mlikuwepo, yanayohusu ujenzi wa mabarabara na mengine. Sisi leo tumekuja kufuatilia na kusukuma yale maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Sasa tumeanzia kule kwa msisi ua barabara. Huyu mkandarasi ni miongoni mwa wakandarasi wazembe tulio nao, hiyo nawaambieni moja kwa moja, wala hakuna kupepesa macho. Hatudai senti kumi nyekundu, tumekwisha kumlipa zaidi ya shilingi bilioni 24. 40 tumemlipa bilioni 47. Kipande chake cha barabara ilikuwa ni kilomita 95.2, azijenge kwa kiwango cha lami, na ndani yake palikuwa na madaraja ikiwa ni daraja kubwa lililoko pale mbele na makalavati kadhaa. Leo nimetoka kumchukulia hatua yule, tumempunguzia kazi, tumemtoa katika kilomita tisini na tano, tumemshusha mpaka kilomita sabini, na tumempa mpaka mwezi wa kumi awe kazi yetu ameikamilisha niwahakiakishie watu wa Pangani kwamba hela za mradi huu zipo, hatuna shida hata ya senti kumi ya mradi huu. Tunazo hela zote, Mheshimiwa Rais ametutengea, ametuwekea fungu liko pale. Ni uzembe wa huyu. Lakini lingine adhabu niliyompa ni kuhakikisha kwamba anatulipa fidia ya kuchelewesha mradi wetu wako tayari wataalamu wanamwandikia kumweleza ni fidia ya kiasi gani. Na jambo la tatu, huyu tunamweka katika wale wa makandarasi wazembe ambao kesho na kesho kutwa akiomba kazi nyingine, sisi tayari tunayo nukuu ya kwamba huyu ni mkandarasi mzembe. Kwa hivyo hili tumetoka kulitazama na tumeshachukua hatua hiyo. Kwa hivyo Mheshimiwa Waziri, nikupe wewe matumaini na niwape matumaini ndugu zetu wa hapa Pangani ya kwamba hii kazi itakwenda vizuri. Na upande wa Tanga Pangani, Pangani Tanga tulikubaliana na mkandarasi kipande cha kutoka Pangani kwenda mpaka pale Kigombe inakoishia lami tukikamilishe mpaka kufika mwishoni mwa mwezi wa sita. Ni matumaini yetu kipande kile tutakabidhiwa na mkandarasi kikiwa na lami. Mwisho ameniomba hiki kipande kitengenezwe kwa sababu hiki kipande kilikuwa ni sehemu ya mradi huo tuliomnyang'anya huyo mkandarasi mzembe. Kwa hivyo nina mimi ninawaelekeza wataalamu wangu wakati huu tunasubiri tupate mkandarasi mpya, ili aje kukijenga kwa lami, ni lazima tukitengeneze, kufanya maintenance, kiwe kinapitika kwa stara, sio hivi hali hii. Nawashukuru sana, katika kipindi chote ambacho nimekuwa mbunge, nimekuwa msaada sana, kila ninaloomba, ninachohitaji kusaidiwa, mnalisaidia. Nasema asanteni sana, nawaombea dua, Mungu afanyae pesa Mheshimiwa kaimu mkuu wa mkoa, nakushukuru. Umekuwa sana na sisi bungeni, umekuja nasi kwenye msiba, na leo upo na sisi, tunakushukuru sana. Tufikishie salamu kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa, tuko pamoja kwenye kusukuma maendeleo katika wilaya yetu ya Pangani.